Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, mtazamaji wa Ghazal Online TV, wema unaodumu. Hakika uh, ni kwambie tu kwamba hapa nipo katika uh, mji wa Igogo. Tunafahamu kuelekea tarehe sita ya mwezi wa pili 2026 yapo makubwa mengi utaenda kuyaona. Wao wameita kama usiku wa Ajimi, na kuanzia sasa za hivi utaenda kusikia kwa kina kile ambacho wanazungumza katika maandalizi makubwa ambayo walimu wameenda kuyafanya. Hapa nimekuja kuwatembelea wao bila kujua, na wako kambini kuhakikisha kwamba kila kitu chote kinakuwa vizuri. Hapa nimekuja kumfuata Ustaadh Kisai ambaye yeye aliifunga safari yake kutoka pale Dar es Salaam mpaka kutua hapa Mwanza katika madrasa ya Uda, kuhakikisha kwa kina kwamba wao wanakuja kambini kuhakikisha ule usiku wa Ajemy ambao walikuwa wanazungumzia. Tunaweza kupata kuona surprise kubwa iliyoje, ni kwamba sasa hivi darasa nne zinaingia kambini, na hapo wanaingia kambini kuhakikisha kwamba ule usiku wa Ajemi wanaenda kuufanya kikamilifu, na nimekuambia hapo awali kwamba ni darasa nne ambazo zimeingia kambini na mambo ni makubwa zaidi. Yani kwa ukubwa ambao uko hapa, na mimi nikaona bwana leo uh, nije nifanye matembezi ya kushtukiza tu kusikia kile ambacho anakizungumza Kisai. Ndio alikuwa ustazi wa kwanza kwa asili hapa Mwanza katika madrasa Tuda. Sasa kwa sababu niko Igogo hapa Eh uh, usitoke hapo ulipo, lakini kama bado hujasubscribe basi bonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu hapa. Namtafuta kwa simu, nipo Igogo sasa. Kutokana na uh, geography ambayo yuko hapa ni ni ngumu kujua yuko wapi, japokuwa hapa ndio katika mji ambapo wanafikia. Eh kwa kina Mtupa huko ndio mji wao Igogo. Sasa ngoja nimpigie Bwana Kisai hapa. Eh uh, pigie Bwana Kisai umsikie nazungumza nini hapa? Ni kwao bwana huyu, bwana Kisai. Amaleiku kaka. Eli kaka kwako, nzuri. Bado umelala ndugu yangup? Bwana niko Igogo hapa, nipo Igogo na niko nyumbani sasa kwa sababu nimeshafika nje na, na kwa kina mtupo, najua kuna masharti kuingia, uwezi kuingia bila dua. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Eh, tutoke nje kaka, tutoke nje sijui uko upande gani? Ah, mimi niko huko upande wa juu huko, ah, karibu na madrasa haya eh. mm. sawa <laughs> <nami. laughs> ah. Haya, sawa sawa. ah. <laughs> Bwana huyo ni Ustaadh Kisai nimezungumza naye hapo kwa simu na ameniambia anatoka. Kwa hiyo kaa tayari kwa kumsikiliza. Huu ni usiku wa Ajimi, lakini na hili ulikuwa unalijua, hili ni kama surprise. Awali nilikwambia kwamba ni madrasa nne ambazo zinaingia kambini. Endelea kufuatilia Ghazal Online TV utazijua ni madrasa gani lakini, ni miamba ambayo ipo kambini na kuweza kutafsiri ile kauli halisi, lakini hii itakuwa ni sehemu ya kujifunza tu kwa namna moja ama nyingine, kwa wewe ambaye utatazama, lakini pia kwa wewe ambaye ni mpenzi wa mazazi haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni tarehe sita ya mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita. Ni wiki ya kwanza tu anazungumzaje. Ni mimi Juma nyuma ya kamera, ni Neli na hii ni Ghazal Online TV. Wema una yanaendelea. Ukubwa ukubwa, naona hapo biashara zinaendelea ndani hapa, si mimi niko ndani hapa. Hodi hodi jamani hapa. Amesema anaomba 10. Kumi ya nini tena ya, eh? su mjini wenyewe una balaa huu yaani huno. Ona, mjini wenyewe unasika huu Kisai, ah. Asalamu alaykum bwana do no, uko jikoni ndugu yangu sawa sawa. Sasa unasimamia mpaka ma e, mtupa na baya. Njo bwana huko, ndugu yangu, huko ndani basi, si nimeshaona mambo ya jiko jiko, jikojiko hayo, ni si nikachanganyikiwa. Ah.

ila ni muda mrefu sana, niko kama wiki ya tatu sasa bwana. ah, sasa hapa tutoe fitna na tutoe utata kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa kwamba mwalimu huyu ameingia tarehe moja ya mwezi wa kwanza, hiyo na yenyewe pia inaweza ikawa imemaliza utata kwa jinsi hiyo. Nilikwambia nitajitahidi nifike nikutane na yeye, japo kumpata haikuwa rahisi kama ambavyo tungeweza kuzania, lakini kimsingi ni kwamba kila kitu kiko vizuri na kila kitu kiko sawa, na mwalimu Kisai tuko naye hapa. Uh, utamsikia anaenda kuzungumza kwa ukubwa zaidi namna ambavyo uh, wamejipanga na hapa jambo lao ndo liko nyumbani, na tusikie kwa namna ambavyo wewe utazungumza. Kwanza bwana mimi nikushukuru sana toka tumezimaliza vita zile za Habshi. Eh, uh, tumemaliza maulidi ya, ya Al-Habibi. Uh, vita ilikuwa kubwa sana na ipambana kwa kiasi kikubwa. Kama nisipokuwa mchoyo wa kuwapa shukrani nyie basi nitakuwa nakosea sana. Ilikuwaje kwanza baada ya kumaliza majambo yale, maana yake ulifanya balaa kubwa sana. Ah, kikweli bwana, alhamdulillah tulimaliza majambo yale salama, nalo ndio jambo kubwa kushukuru Allah. Na baada ya pale tulipata muda mzuri wa kupumzika, na mpaka sasa kuandaa jambo la kwetu sasa. Yenyewe Alhuda, tunasema sasa jambo la nyumbani tunafahamu ndo jambo lenu la nyumbani. Sasa ni wakati wa nyie sasa kupigwa kwenu, ndo watu wanavyozungumza, kwa sababu eh, kwa namna moja ama nyingine, mlikuwa mkienda mkichukua ushindi kwenye viwanja vya wenzenu. Maandalizi yako vipi upande wenu sasa, nyie sasa kama darasa, lakini pia nyie sasa kama wenye jambo kwa jumla? Mpaka sasa maandalizi ni mazuri, maandalizi ni mazuri sana, na tunatarajia kufanya mambo mazuri zaidi kuendeleza kile ambacho tulichokianza, mm. Kwa maana hiyo kauli kwamba sasa ni muda wa kupigwa nyumbani kwetu, allahu aalam, lakini hatutarajii hicho kitu. Tunatarajia tunatarajia mambo makubwa zaidi, na ndio maana tukaiweka hadhara yetu hii <coughs> katika ikoni ya uwanja wa Ajmi, uwanja wa Husni. Sawa, kwa maana watu waje kustarehe. Kama unavyojua ajmi inasarehesha inaburudisha sana, inahuzunisha hmm. Lakini in... inshoti, mambo ni mazuri, ni kisa na, inachotaka nikijue kwako e, najua kitu hakiji hivi hivi, najua kuna namna vitu haviji kama tulivyovitarajia. Umezungumza hapo siku huzuni na usiku wa ajimi umefikiria nini? Kwa sababu ajimi kweli ni nyingi na zinapigwa kwa kila mtu ambavyo yeye anajua, hiyo ajimi ambayo itakuwa ni huzuni kwa watu itakuwa ni ajimi gani kaka? Ni kweli uki ukifuatilia wacheza mpira, wapiga ngumi wale, baada ya mazoezi mazito kuna kitu baadaye, au hata sisi katika harakati zetu kuna wakati inabidi tukishamaliza tuna tunapata tuna, tuna ile refreshment tuna refresh mind, sawa. mm -hmm, yeah. Ili kuweka mwili kurudisha mwili katika hali yake ya kawaida, sawa. Na ndio maana tumeuweka huu usiku kwa ni usiku wa Ajemy, usiku wa huzuni, usiku wa watu kuburudika, yani baada ya mapambano makubwa, baada ya hadhara kubwa Alhabibi, baada ya hadhara ya Habshi baada ya hadhara nyingine zilizopitapita hapo pita, katikati, yeah. Watu wamepambana wametumia nguvu kubwa, yeah. Sasa ni wakati wa kuweka yeah. mwili sawa sawa <laughs> ni wakati wa watu kuburudika <laughs> sawa, sawa. Sasa najua presha iko kubwa sana upande wenu mm. na nyiye ndo ambao ni waenyeji lakini mbali na hapo pia kuna pressure imeongezwa, <coughs> kwa maana ya kwamba mna timu pinzani ambazo zitakuja. Moja ya dabi nzuri inatokea hapa hapa Igogo, na ni dabi kati ya Huda na darasa jingine ambalo liko hapa hapa. Pressure ni kubwa sana lakini, pia nadhani, kwa sababu umeuzungumza, kama ni usiku wa Ajemy, hata wale sasa ambao wanawalisha wale watu vile vitu ambavyo ndio usiku wa Ajemy, na wao wamejipanga vizuri, unadhani unaweza kuwa mbabe kwa darasa ambazo na zenyewe zinajiandaa kukupiga wewe kwa sababu umekuwa ukionekana ushindi unaochukua wewe siku zote, na tunajua hakuna bingwa mara tano mfululizo. Sisi kama nilivyokwambia ni wakati wetu wa kupata refreshment. Sawa. Kwa hiyo sisi tutaingia katika uwanja hali ya kuwa tumerelax, hali ya kuwa hatuna zile tofauti na na, na, na, ao wengine watakavyokuja watakuja wakiwa najua watakuja wakiwa wamepaniki, wakiwa ona, wanajua kabisa kwamba huda tunatakiwa tukachukue jambo lao pale mona. <coughs> na hicho ndio kitu ambacho kinaweza kikawafirisha. Huu ni usiku wa kuburudika, sawa, usiku wa kufunga wa kufunga wa kufunga kufunga, kufunga hadhara, sawa, kanda huu wa Mwanza si kwa kufunga hadhara kwa watu, atakuwa katika hali, sisi tutakuwa katika hali ya kuburudika sawa sawa. Sawa. Sawa. Lakini kuburudika kwetu kama unavyojua kuburudika e... <laughs> Mwalimu Juma <Yeah>. burudani bwana <laughs> burudani ni nyingi, kwa hiyo najua najua wote watakao kuja hapa wanajua, kwa sababu wanajua ukubwa wa Huda kwa sasa upande wa makamati umefikia wapi, wanajua ukubwa wako, lazima watakuwa wamekuja wamejipanga. Yeah. Lakini sisi kama Huda yeah, panapo majaliwa inshallah, mm, hilo jambo haliwezi likatokea kaka. Kaka, miongoni mwa vijana ambao ulionao sasa hivi ni bwana mdogo Yusufu mm, nadhani hatuna namna atu, ama hatuna haja ya kuzungumzia sana uwezo wake miongoni mwa vijana ulionao kwa muda ambaye umekaa naye, na kwa muda ambaye umekuwa naye karibu, pengine unadhani itakuwa ni safari moja tofauti katika usiku ambao wewe umeuandaa kuwaburudisha wale ambao watakuwepo. Yeah, ni sahihi. Kwanza nikimzungumzia Usufu, ni kijana ambaye wa tofauti sana katika vijana wote hapa ambao niliobahatika kuwa nao kuwa hapa hapa yenye uhuda, umeona katika upande wa skills, upande wa kupokea, upande wa ku, kuwasilisha, yani yuko tofauti sawa, yuko tofauti. Kama binadamu hawezi kukosa changamoto, umeona, lakini tunazimudu, tunazimudu na tumempokea alhamdulillah, tunakwenda sawa, tunasikilizana, tunaelewana. Shoti nimempenda sana, ni kijana ambaye mtiifu ana hana mambo mengi. ni kwa muda gani pengine ulitamani kuwa na huyu kabla hajakuwa hapa kwa kumwona kwa kumtazama? <coughs> mm. pia kwa kumjua Usufu, ni muda mrefu kaka, yaani tukia ni mfahamu, nimuone anaanza kufanya ni muda mrefu, na katika vitu ambavyo nilikuwa natoa ushauri pia, unajua haya mambo ya, ya, ya ya yeah. madrasa ushirikiano, mm. unatakiwa uwe mkubwa sana, umeona, ushirikiano unatakiwa uwe mkubwa mno, hasa kwetu sisi, kwa kuwa wote ni Waislamu, natakiwa tushirikiane katika haya majambo. Yeah. ni muda mrefu sana hata katika, katika ule ushauri wangu jamani. Tumpateni huyu kijana pia aje kutuongezea nguvu, tumpateni, tumpateni, sio kwa lengo lingine tofauti, lengo ni kuja tushirikiane. Yeah. then endelee ah, na majambo na yake nampigisha stori nyingi sana na maneno sitaki yawe mengi hmm, lakini tumalize kwa kusema, sasa hivi uwanjani na wapinzani wengi sana hmm. Lazima kuna yule mpinzani ambaye ukimtazama unaona kabisa, huyu mimi namtaka na huyu na mudu nataka nimuonyeshe, hmm. Tulisha kujua unabato, una isiaka, na hisiaka kwa namna moja ama nyingine, licha ya kuwa ni mwalimu wako na we ukakili, pengine sasa, sasa unatamani ni nani ambaye unatakiwa umfundishe, kupitia wewe yani apate kitu kupitia wewe, na uendelee kutoa darasa hata kwa wengine watakao kuwa wakikutazama. Na mimi upande wangu nipo katika burudani. Nipo katika kwepa, kisa. Nipo katika burudani, kwa hiyo yeyote anayetaka kuingia katika ushindani na mimi basi anakaribishwa. Sasa hivi una vijana. Mimi ni burudani, sio kushindana na mtu. Nasikia anakwepa huyu. <laughs> Sasa, ni vijana gani ambao utakuwa nao top sasa hivi kwenye meza yako ah? Vijana ni wengi mm. Vijana ni wengi mm. Akiwemo huyo Yusufu mwenyewe mm. Akiwemo Bwana Harun mwenyewe mm. Yani Mustafa mm. Timu timu ni kubwa kaka, mwaka huu mm. Timu ni kubwa ndio maana nikasema huu ni mwaka mwaka wa Ajemy, mwaka wa Ajemy, mwaka wa huzuni, mwaka wa kuburudika, sawa sawa. Ah, sasa neno la wa kuambia watazamaji wa Ghazal Online TV mm. pia wale ambao watakufuatilia ili jambo litakuwa ni mubashara kabisa mm. kutoka nje huko wao utoka. Sasa jambo la kwanza kwanza, niondoshe mushkili kwa kijana wangu Yusufu, unaona kuna inawezekana ikatokea sintofahamu kwa sababu Yusufu ni naturally ni darasa lake ni Ghazali, natumai ndo hata alifi yake ameipatia huko sawa. So, huko tunashirikiana tu kama katika upande wa dini, lakini Yusufu bado ni mwana Ghazali. Yeye mwana Ghazali kwa sababu Qurani yake iko pale, yule bado ni mwana Ghazali tutashirikiana huko na hata sisi wenyewe na wao wenyewe Gazali wakihitaji kushirikiana na sisi basi sisi tuko nao tuko nao pamoja. Hilo nitoe kwanza, mushikilia hapo, sije katokea kwamba labda kama kule kafanyaje. Ano tupo naye tunashirikiana naye katika madhihi, na ndio jambo ambalo tunatakiwa hilo. Tupo huko na sisi tutatoka tutaenda huko tutatoka tutaenda huko, lakini katika kuelekea hadhara, mimi niwaombe watu wakaribie kwa wingi, kwa sababu mwaka huu ni mwaka ambao tumepanga mambo makubwa sana. Tumeandaa vitu vingi sana, watu waje kuburudika, watu waje kustareheka sawa. e, na watapigwa pia. Ah! Bwana Kisai, tumalize, tumalize mnipe basi hata kidogo, hata sio ile ambayo mnajifunza darasani lakini mm. hata ajim kidogo basi, kwa sababu ni usiku wa udhuni mm. ipige ile udhuni basi hata na ajim kidogo hata nafsi ya watazamaji basi iburudike, yaani kwamba waone kwamba kweli bana kama itakuwa hivi kidogo mwalimu katuonyesha. <coughs> ah, sasa siku tukifika jamboni itakuwaje? <coughs> eh, kidogo tu bana, japo ni zambi, lakini kidogo sio mbaya. <coughs> Unajua kumwimbisha mwalimu kambini na yenyewe ni mtihani. <coughs> haya, tasful haya.

kuanzia muda huu na kuanzia sasa, ambapo naitazama exclusive interview hapa. Ndio exclusive hali zinapoanzia. Umemsikiliza kuanzia A hey, mpaka B Ustaadh Kisai, kile ambacho anakizungumza kutokana na maandalizi ambayo Madrasatul Huda wanaenda kuyafanya kambini. Kuna darasa nne kama nilivyokuambia, sitazi kujijua ni darasa gani lakini, moja kwa moja, ni kwamba kuna vita ambayo itaanzia hapa hapa, na ndio pengine inawezekana ni vita ambayo watu wengi wakiisubiri, lakini kwa maana ya mraba ule mstari ambao watakuwa wamekaa miamba, kutakuwa kwanza kuna waimbaji ambao ni mafundi, si vibaya kusema fundi na wala si dhambi, na wala hakuna sehemu popote ambapo imeandikwa kimsingi. Usichelewe kufika tarehe sita ya mwezi wa pili, elfu mbili ishirini na sita katika jambo la Maulidi la madrasa Tulukuda, kile kiwanja ambacho ulitarajia kitafanyiwa tena Maulidi lala si pale, utaenda kupafahamu na penyewe. Ghazal TV online, uwema unaodumu mbele yako ni mimi Juma, nyuma ya kamela ni Neli. Asante kwa kutazama mpaka wakati mwingine.